ukitaka kuharibu jamii haribu familia, ama ukitaka kustawisha jamii basi stawisha familia. Siku ya leo tunapoadhimisha siku ya leo tukumbuke kwa malezi ni mtoto anapolelewa vizuri, tunaandaa jamii iliyo bora kwa ajili yetu wenyewe na si kwa ajili ya mtu mwingine. Tumeambiwa kwenye kauli mbiu ya mwaka huu kuwa mtoto ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara. Kauli mbiu hii inatukumbusha umuhimu wa kuzingatia malezi na makuzi bora ya mtoto tangu kipindi anapokuwa tumboni kwa mama hadi anapofikisha hadi kipindi chake cha utoto na anapofikisha miaka 18. Katika miaka mitatu iliyopita na katika utekelezaji wa programu hii tumeshuhudia mafanikio kadhaa, na mimi mafanikio yako mengi, wameweza kuyataja wenzangu, mlikubalia nitaje matano tu, kwa sababu ya muda na ili tuwapeni nafasi kwa ajili ya kufanya jambo mambo mengine. Mfano, moja ya mafanikio tulionayo. La kwanza ni kuwajengea uwezo walimu wa elimu wa ya awali 12000 kutoka halmashauri 184 kutoa elimu ya malezi chanya ya watoto wakihudumia zaidi ya watoto laki tatu na sitini hapa nchini. Jambo la pili ni kujenga vituo vya kulelea watoto wadogo vya mchana ambavyo katibu mkuu ameeleza vizuri 1470 4178 kutoa huduma za malezi ya awali kwa zaidi ya watoto laki nne hapa nchini. Aidha, vituo 206 vinavyomilikiwa na, na jamii vyenyewe vimezalisha na vimekuwa vikitoa huduma kwa watoto elfu kumi na moja mia sita na sabini na tano. Fanikio la tatu ni katika kuimarisha huduma za kundi la watoto wa miaka mitano hadi nane, serikali imejenga madarasa mapya ya elimu ya awali 1316 na, na kuwapatia vifaa vya kujifunza na kufundishia. Katika hatua nyingine, zaidi ya kaya 1015 zimefikiwa na elimu ya malezi jumuishi ya huduma za afya ya jamii, yaani healthcare workers, wakitoa huduma za afya bora lishe, malezi yenye kuitikia hisia za mtoto, elimu ya awali na uchangamshi wa mtoto wa ulinzi na usalama wa mtoto, na la tano, serikali kwa kushirikiana na wadau wengine imetoa mafunzo kwa wataalamu zaidi ya elfu 15 wakiwemo walezi wa vituo vya kulea watoto wadogo wa mchana. Hizi zote ni hatua ambazo tumefanikiwa kuzifikia, lakini ili tuwezelee kufanikiwa, iko haja ya kuendelea kukumbushana wajibu na jukumu la kila mtu katika malezi ya familia. Nimesikiliza watu wengi, na nimemsikiliza vizuri sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa wakati anazungumza juu ya changamoto tulizonazo za kuwa na watoto wa mtaani wanaoitwa mtaani, ambao kwa kweli hakuna mtaa unaozaa mtoto, bali ni watoto wa watu ambao wazazi wao wameacha wajibu wao kwa namna moja au nyingine, basi watoto wale wakakosa pakwenda, wakabatizwa mzazi mpya anaitwa mtaa. Jambo hili ni aibu kwa wazazi. Jamani, tuambia ni ukweli. Mtoto ni zao la matokeo. Mara chache sana kupata mtoto ambaye amepatikana kwa mazingira yasiyo kwa ya kawaida, mazingira yasiyo kwa ya kawaida, kubakwa, vitu kama hivyo. Lakini kwa kweli watoto wengi ni zao la upendo baina ya baba na mama. Naomba tusiwe watu wabaya wa kutelekeza watoto wetu na familia zetu. Wakati mwingine tunaweza kulaumiana ni nani mbaya ili si muhimu kwa sasa, iwe wajibu wa jamii yote kujua kuwa familia ni msingi wa jamii yoyote. Ikiwa familia italelewa kwa kustahimiliana, kwa upendo na kuvumiliana na kuchukuliana hapa na pale, huku tukijua kuwa kila mtu aliyezaliwa ana mapungufu yake na madhaifu yake, tuvumiliane, tujenge familia imara. Mkoa wa Mwanza tumezindua mkakati maalum na tunalo chapisho letu la namna ambavyo tunakabiliana na changamoto ya malezi na makuzi ya watoto. Nafikiri ndio mkoa wa kwanza kitaifa. E, Mheshimiwa naibu waziri nafikiri atatupongeza baadaye. Ni mkoa wa pekee ambao umezindua mkakati maalum e, wa kukabiliana na changamoto zinazohusiana na malezi na makuzi ya watoto, na kwa mwaka 24 25 e, kupitia idara yetu ya, ya ustawi wa jamii pokea mashauri elfu tatu mia tano thelathini na nne yanayohusiana na mambo mbalimbali, lakini muhimu zaidi ni kwamba migogoro ya ndoa tuliyoipokea kwa mwaka huu mmoja tu 24 25 ni migogoro mia tisa themanini. Kwa hiyo inaashiria kwamba bado changamoto na migogoro ya ndoa ina madhara makubwa sana katika malezi na makuzi ya watoto lakini pia matunzo ya watoto, migogoro tuliyoipokea kwa mwaka ishirini na nne ishirini na tano unahusiana na matunzo ya watoto hapa Mwanza ni migogoro elfu moja mia tano themanini na sita. Lakini matunzo ya watoto waliozaliwa nje ya ndoa migogoro mia saba na sabini. Kwa hiyo wito wangu eh, tuendelee kupunguza hili swala la kuzaa nje ya ndoa kwa sababu kwanza dini zinakataza kisha hata kukaa nje ya ndoa, maana yake hata hii mahaya ma, migogoro ya matunzo ya watoto waliozaliwa nje ya ndoa haitakuwepo automatic. Kutokana na ripoti ya utafiti wa afya na watu na viashiria vya malaria ya mwaka 2022 ni asilimia 47 tu ya watoto wa Kitanzania ambao wako kwenye mwelekeo sahihi ya ukuaji wao. Hii sasa inatupa ishara kuwa ipo kazi kubwa ya kufanya kama taifa ili kusaidia asilimia hamsini na tatu ya watoto waliobaki nao kuwa katika uelekeo sahihi ya ukuaji wao kuweza kufikiwa. Tunaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuongoza na kutekeleza programu hii ambayo imetilia mkazo suala la malezi bora, hasa kwa watoto wa umri wa sifuri hadi miaka nane, umri ambao sayansi, umri ambao kisayansi ndio umri wenye fursa ya kumlea mtoto ili kukua na kuwa raia mwenye tija kwa taifa letu. Hii ni fursa sasa kwetu kama taifa kuwekeza kwa mtoto katika umri huu ili kuweza kuwa na taifa bora na thabiti.